Pole sana dada wangu, wanaume ndivyo walivyo. pole pole. Malaya mkubwa wewe, unasemaje? we Asma, no kuniambia pole Asamaji. Wewe ndo umesababisha mimi mpaka huyo Kimweli haji kwangu. kwani we ni nani yake? kama nivyo basi, kuna kitu ambacho umekiona kwangu, upo wewe hauna, sijui kama tunaelewana. karibu mwangu Pole na kazi, lakini kuna mgeni wako. Mwaja, umefuata nini nyumbani kwangu? Nimekufuata wewe. Mwaja, narudia tena kwa mara nyingine, umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Kimweli, kulazimisha penzi kwa mtu asiyekupenda, hiyo ni hatari sana na labda nikwambia kitu kimoja, huu nemwona hapa ndio mpenzi wangu kwa sasa, ananipenda na mimi nampenda. Wewe sikuhitaji sikupendi. Mi naona unanitania, maana mda wangu niliokuwa naupoteza sikupoteza bule. Kwa hiyo yani ulielewe hilo wewe, wewe sikutaki na wala sikuhitaji, na naomba kuanzia leo sasa hivi sihitaji ukanyagea Je, rafiki yangu Abe, mbona unalia? Una tatizo gani? Kilichonikuta ndugu yangu huwezi kuamini. Hapo naponiona nimetoka kwa kimwedi nikikuwa yani, nikikwanisi yaani yani, naumia sana kule nimeenda nimemkuta, nimemkuta mwanamke na mi, mategemeo yangu nilivyofika pale, nilijua nitamkuta Kimweli, lakini alitoka mwanamke na kuniambia yeye ni mke wa Kimweli. Ana mwanamke? Kwani mmeachana wewe na Kimweli kwao? Unamaanisha Kimweli ana mwanamke mwingine tofauti na wewe au mmegombana? Sijagombana naye chochote. Ujawahi kumkosea? Yaani mi sijui, yaani sijui, yaani sijui chochote kiukweli. Yani hapo ndipo changanyikiwa na na sielewi nifanye nini. Kwa rafiki yangu, Mi rafiki yako, usinifiche chochote. Ujawahi kumkosea wewe? Sijamkosea chochote na nakwambia. Sijamkosea chochote. Yaani na yaani mimi toka maisha yangu nimekuwa na kimwere. Sijawahi kumsaliti, lakini mimi nimekuja kushangaa yeye ananisaliti. Yaani <laughs> Sielewi ndapo kuambia <laughs> Kama kweli ha, hujamkosea. Na usikubali, us, yani usikubali kabisa umwache. Uhakikisho tunapambana mimi na wewe tunashirikiana hadi utarudiana naye. Huwezi kukubali akuache kirahisi hivi. Wakati tumetoka mbali sana wewe na Kimwele. Kwa nini akuache hapo sasa hivi? Nitapambana mimi na wewe. Na hakikisha tunashirikiana bega kwa bega mpaka nihakikishe mnarudiana wewe na Kimwele. ganu kisokolo kwenye chenye ndo kile kijiji chenendo hiki hata kwenye kiganja ajai na shindo hata kuelewa na ni kwa nini Kimweli alimpenda huyo dada ni kweli. Maana sio kwa kuvamia icho kijiji ghafla hivi na ghafla tu ampate, tayari Kimweli wa na kuishi naye nyumbani na sijui katokea kijiji gani. We ukimwona yule unahisi kwamba anafanana na, na kuwa mtu wa kijijini kwetu yani hapa tusikubali kirahisi hivi, lazima tumshughulikie. Atushinde mtu mwenyewe mmoja huyu hivi, msamamishe wewe na yeye, nani bora eh? Eh, kinachofanya nizungumzie ni kitu gani ha? Unauliza, unauliza tunakuzungumzia nini? Hujui ulichofanya kama kitu gani? Kwa hiyo unajifanya una makosa, hujui ulichofanya? Haya, huyo mwanaume uliokaa naye wakwako, ndio wakwangu Unamjua mwanaume wa nani? Achana mabwana za watu, fata maisha yako yaliyokuleta hapa kijijini, kabla hujachukua wanaume wa watu. Uuliza yule, sio mume wa mtu, ni mume wangu, sawa. Hivi we dada, kijiji chote hiki hujaona mwanaume zaidi ya Kimweli? Sina huo muda wa kuoji, sawa. Umekutana na nini huko ulikotoka? shida nini shida nini mama, umekutana na nini huko ulikotoka? nimekutana na mwaija pamoja na Isaru, amenimwagia maji. Mimi na shida gani jamani, jamani, kosa langu nini hivi eh? hivi vishunkunuku hivi bado vinaendelea kutufuatilia, si ndio? Sasa mradi umelifikisha kwangu, mimi nitawaonyesha. Wewe niachie mimi, twende ndani Nasemaje? <tie> Nasemaje? nasema Yaani leo utanitambua. Chupa. Yaani sikiliza Sikiliza Sikiliza wewe wewe wewe. Wewe. mwanamke Tena. Tena ulikoma, wee Wewe, jiangalia wewe unajua. Alafu na wewe. Wewe. Kwani unalazimisha penzi wewe? Nimeshasema kulazimisha penzi kwa mtu asiyekupenda, hiyo ni hatari.

hatawapi nguvu ya kukaa na mwanamke ambaye haumjui baba yake wala mama yake, hivyo nadhani tatizo likija kukutokea ni nani atakaye kusaidia? Usilolijua ni sawasawa na usiku wa giza. Na hicho ambacho nakizungumza wewe, mimi nimeshakifanya sio zaidi ya mara moja. Alafu isitoshe, shemeji yako ndo ambaye ananipiga kona kona hivi. Maana kila siku nikimwambia ananipiga kona kona hivi. Sasa labda ni mkabizi kwako wewe, kwa sababu ni shemeji yake. Unaweza ukazungumza naye, huenda akakusikia. Wewe ni mtoto wa kiume, una maamuzi kwenye familia, unaweza kupanga kitu chochote na yule akakusikiliza. Hebu amua jambo bwana, sawa? Sijakataa wala sijakukatalia. Niko tayari na hili jambo, naenda kulifanya leo hii, ila kama itashindikana, nitakushirikisha na wewe uweze kuzungumza naye. Nadhani tumeelewana. Wewe si unajifanya kielele sana? Leo ndo mwisho wako. Sasa sali sala zako za mwisho. Mwaija shogangu, kuna wazo nimelipata hapa. Wazo gani? Unaonaje twende kwa mganga. Kwa mganga? Kwa mganga kufanya nini? Twende tukawatenganishe sima na Kimwele. Shoga yangu wazo zuri hilo, tena sikutegemea kama unaweza kanipa wazo zuri kama hilo. Na huko kwa mganga tutaenda lini? Mimi nakusikiliza wewe, hata sasa hivi Nimesikia kila kitu mchukua mnazungumza. Sasa basi, ole wenu, ole wenu, muende kwa mganga, nitawafanya kitu kibaya.